Lililotokea ni tukio la kutengenezwa na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa, yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie, Madagaskar kumetokea nini? Hajui. unataka hapa kitokee nini? Hajui, lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile Waliingia walio waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutukujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani, kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana.